Na mwakilishi wa kike katika kaunti ya Nyamira, Jerusha Momanyi, ameisuta vikali mamlaka ya ujenzi wa barabara za mashinani KERRA kwa madai ya kuitenga kaunti hiyo. Kandarasi za barabara zilizotangazwa tarehe mapema mwezi huu. Akizungumza katika hafla ya umma ya eneo la Mokomoni eneo bunge la Borabu katika kaunti hiyo, Momanyi amemwomba Rais William Ruto kuingilia kati na kujua kilichosababisha kaunti hiyo kutopewa hata kandarasi moja ya ujenzi wa barabara kwenye tangazo hilo. Momanyi amesisitiza kwamba wakazi wa kaunti hiyo pia ni walipa kodi nchini na wanafaa kupewa miradi ya maendeleo kama wenzao katika maeneo mengine nchini watu wa Nyamira wanaendelea kulia kwa sababu hawakupata barabara yeah. Na Your Excellency nataka kuongea, na wa wa wana kuongea na wewe leo kwa sababu aa, watu wameniongeleza wanasema wanakupenda, tukikuta kuongea na wewe i tukupalie, sisi tupate barabara, hasa hii barabara inatoka mogomoni inaenda ampaka na kuna zingine katika Nyamira ambazo watu wanalia, wanataka hizo barabara. Hata sisi watu wa wanalipa kodi au ndio? Kodi tunataka tupatie barabara.